Cheboiti Emmanuel kutoka Gatuzi namba 23 ambapo anasema kwamba kutokana na kiangazi kinachoendelea kaskazini mwa Kenya, mashirika kadhaa yanakutana katika kaunti ya Turkana kujadili masuala ya mabadiliko ya hali ya anga. Hatua hii inanuia kupanga jamii za kuhamahama katika eneo la mpakani wanaotafuta lishe na maji <tipu> Huu ni mkutano wa amani ya kimataifa inayofanyika hapa katika kijiji cha Oropoi Turkana Magharibi iliyowaleta pamoja viongozi wa kisiasa kutoka Kenya na Uganda. Hapa mikakati ya kujadili adhari ya ukame na mabadiliko ya tabia nchi yakizungumziwa ikizingatiwa tayari wafugaji wa Turkana washavuka boda na wanyama wao kusaka lishe nchini Uganda in order to be able to move to uganda yes we already have also we are water stressed but while we are water stressed we must share what is there Because you cannot deny your neighbor, totally. Eneo bunge la Turkana magharibi ambalo mara nyingi hutegemewa kwa lishe ya kunufaisha mifugo ya Waturkana inakumbwa na kiangazi na shirika la Sapcon limepatanisha wadau hapa kuweka kikao ya kutatua mgogoro ya wafugaji endapo itatokea wakiwa ugenini.

Mkurugenzi wa idara ya amani Turkana, Titus Lokorekeju, amesema ili kuboresha uhusiano na kuzuia magonjwa ya mifugo, serikali ya kaunti ya Turkana itatuma madaktari wa mifugo Uganda kuchanja mifugo zote wafugaji bila ubaguzi. So we have come here with the leadership of Uganda, especially Kotido, Kabong and Turkana, we look at how Kutokana na ukame unaoendelea na kuhamahama, naibu kamishna wa kaunti Lokichogio ametaka wafugaji wote wa Kenya wadumishe heshima na ustarabu wakiwa ugenini. And peaceful coexistence and in case of resource sharing people must sit down and see to what extent we share these resources which resources are we able to share Cheboito Manuel Runinga ya Citizen Oropoi mpakani mwa nchi ya Kenya na Uganda George Osokaise nafanya na kampuni yenye inaitwa Acme